Dkt. Samia Suluhu Hassan amegusa katika sekta ya michezo, japo wapo watu baadhi ambao wamekuwa wakibeza kwamba kwa nini serikali inawekeza kwenye michezo. Michezo ni ajira ndugu zangu, kama zilivyo ajira nyingine. Anayecheza mpira atalipwa mshahara, atatunza familia. Anayekimbia riadha atashinda, atatunza familia. Wanamuziki wanalipa kodi, wanatumbuiza, na ni ajira na wanatunza familia. Ndio maana leo tunao kina Diamond Platinumz, wanafanya vizuri. Uongo kweli? Wapo kina Alikiba, wapo kina Harmonize, wapo kina Nandi, kina Zuchu, wengi hawa wamejiajiri katika sekta hiyo. Kwenye mpira wapo kina Samata ambao wanalipwa fedha. Sasa lazima sisi kama wazazi, moja, tushirikiane na serikali, lakini pili, tushirikiane na sera za Chama cha Mapinduzi katika kukuza michezo, lakini kama tuna watoto majumbani tugundue vipaji vya watoto wetu, tuviendeleze kesho na kesho kutwa, karama ambazo Mungu amewapa ziweze kutimia. Ni imani yangu hilo limeeleweka vizuri. Kazi na utu, tunasonga mbele. Chagua Samia, chagua CCM, Oktoba 29 tunatiki.